Harrison Garama Kombe sasa ameapishwa rasmi kuwa mbunge wa Magarini katika kikao maalum cha bunge la kitaifa kilichofanyika Disemba tarehe mbili mwaka 2025. Katika kikao hicho cha bunge kilichoongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, wabunge wanaoegemea upande wa muungano wa upinzani walisusia kikao hicho. Mimi Harrison Garama Kombe nikiwa nimechaguliwa kama mjumbe katika bunge la taifa na hapa, kwa jina la Mwenyezi Mungu, kwamba nitakuwa mwaminifu na mtiifu kwa watu wa Jamhuri ya Kenya, kwamba nitatii, nitaheshimu, nitatetea, nitatunza, nitahifadhi na kulinda katiba ya Jamhuri ya Kenya na kwamba nitayatekeleza majukumu yangu ya ubunge kwa uaminifu na kwa uangalifu, ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kombe aliapishwa bungeni pamoja na wabunge wengine watano walioshinda chaguzi ndogo zilizoandaliwa siku ya Alhamisi, Novemba 27 wengine waliokula kiapo ni pamoja na mbunge mteule wa Banisa, Hassan Maalim, Boydwere wa Kasipul, Ndakwa David Athman wa Malava. I, Ahmed Muallim Hassan, having been elected a member of the national assembly do hereby in the name of almighty God that i will bear true faith and allegiance to the people and the republic of Kenya. I, Ongondo Boydwere,

Ilipofika zamu ya mbunge wa Mbeere Kaskazini Njeru Leo Wamuthende, wabunge wameshangilia wakikariri kumbukumbu za wakati wa kampeni za uchaguzi huo zilizoongozwa na Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki.

Katika bunge la Seneti, seneta mteule Vincent Kiprono pia amekula kiapo mbele ya Spika Amason Jefua Kingi. I, Kiprono Cheburet Chemitei, having been elected a member of the Senate, do swear in the name of Almighty God that I will bear true faith and allegiance to the people and the Republic of Kenya. Zoezi la viongozi hao kula kiapo limeongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula katika bunge la kitaifa huko, siasa zikizagaa katika bunge hilo zikielekezwa kwa viongozi wa upinzani ambao wameonekana kushindwa katika nafasi nyingi za uchaguzi huo mdogo. Mheshimiwa Wamuthende, usikilize ground, usidanganywe na wabunge hapa. Wabunge wanaweza kukudanganya na ujipate utarudi kwa hii nyumba. Mheshimiwa Wamuthende, tunakupenda na tunakuheshimu kwa zile kura kidogo ambazo ulitushinda nazo as political parties in this nation, We must strongly, objectively, and guard our political parties so that the principles and the foundations of their grounding can yield to results. Honorable Speaker, I would want to say that in the by-election which was just concluded, we have learning lessons and we have lessons that we need to carry along with us. Nikiripotia Coco FM, Mimi ni Joseph Jira. Coco FM, Ladha ya Pwani.